Habari za wakati huu mtazamaji wa Global TV Online, ifuatayo ni news update. Jina langu unaitwa Esther Msofe. Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu leo Jumatatu imetoa amri ya mwenyekiti wa kamati ya usajili ya Simba Zacharia Hans Poppe, na Franklin Lauwo wakamatwe na wafikishwe mahakamani hapo kuunganishwa katika kesi ya utakatishaji fedha inayomkabili rais wa timu hiyo Evans Aveva na makamu wake Geofrey Nyange almaarufu kama Kaburu. Aveva na Kaburu wanakabiliwa na mashtaka matano ya kughushi, kuwasilisha nyaraka ya uongo na kutakatisha fedha kiasi cha dola laki tatu za Kimarekani. Amri hiyo imetolewa na hakimu mkazi mkuu wa mahakama hiyo Thomas Simba baada akili ya wakili wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini TAKUKURU Leonard Swai kubadilisha hati ya mashtaka na kuwaongeza watuhumiwa hao. Swai alidai kuwa amewatafuta washtakiwa hao toka Machi tatu mwaka huu bila mafanikio na kuomba hati ya kuwakamata washtakiwa hao ambao hawakuwepo mahakamani hapo. Na hiyo ndio news update kutoka hapa Global TV Online, usahau kutufuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook na Instagram. Instagram tunatumia Global Publishers; Twitter, Global Habari; YouTube chaneli yetu ni Global TV Online. Asante na nikutakie wakati mwema. Sipitwe na kila kinachotokea Tanzania, download app ya Global Publishers sasa.